Uongozi mbaya katika Kifo cha Suluhu. Uongozi mbaya unaonekana vipi? Kwanza, Suluhu ananyakua ardhi ya mamake Abigail. Viongozi wanaendeleza mauaji. Viongozi wanaendeleza mauaji. Bwana Suluhu anamuua mamake Abigail. viongozi hawaleti maendeleo katika jamii. Viongozi hawaleti maendeleo katika jamii. Bwana Suluhu hafanyi maendeleo kwa raia, kwa sababu kwa anasema uambie kwa nini uleti maendeleo kwa sababu unamlipa nani? Ana, anajaribu kumlipa Bwana Ngoma pesa zake. Kwa hivyo Bwana Suluhu hafanyi maendeleo kwa raia. Saba, viongozi wanabadhiri pesa za umma. Ubadhirifu ni kule kutumia vibaya pesa za umma, kule kuharibu pesa za umma. Kwa hivyo viongozi wanabadhiri pesa za umma. Bwana Suluhu anatumia pesa za maendeleo kuwalipa wasichana ambao anashiriki nao mapenzi na kumlipa Bwana Ngoma. Kwa hivyo Bwana Suluhu anatumia pesa za maendeleo kuwalipa wasichana ambao anashiriki nao mapenzi na kumlipa Bwana Ngoma. Nane. Viongozi wanatumia njia hasi kuingia uongozini. Kwa hivyo hizi ni njia ambazo ni mbaya, kwa hivyo viongozi wanatumia njia hasi kuingia uongozini. Bisuluhu anamwambia bwana Suluhu kuwa anajua njia ambazo alitumia kuingia uongozini. Tisa. Viongozi wanashiriki katika uavyanji mimba Viongozi wanashiriki katika uwaviaji mimba. Tunaona e, Abigail anaposhika mimba yeye na bwana Suluhu anatumia njia mwafaka kuondoa ule ujauzito e. pale kwenye kitabu anasema kijusi kilipotunga walitumia njia bora kukiondoa. Kwa hivyo Abigail anaposhika mimba yeye na bwana Suluhu anatumia njia mwafaka kuondoa ujauzito, kwa hivyo wanashiriki, viongozi wanashiriki katika uaviaji mimba. Viongozi wanatelekeza familia zao. Ukiangalia Suluhu tunaambiwa na bwana Suluhu, bwana Suluhu anajiweka ba, baidi na mkewe, anaacha wanao wawili wakiteseka. Kwa hivyo viongozi wanatelekeza wanatelekeza familia zao. Bwana Suluhu anajiweka baidi na mkewe, anaacha wanao wawili wateseke. Tuingie katika fadhila za punda sijui nilijikopoa maradhi namna ile. Mchache wa fadhila, waama fadhila za punda ni mashuzi. Eleza muktadha wa dondoo hili. Tufungue ukurasa wa nane tusome ukurasa wote. Sikujua, sikujua nilijikopoa maradhi namna ile. Mchache wa fadhila waama fadhila za punda ni mashuzi. Tuanze haya. Pole haya pole mama, tulia, ameucheza yeye, atamaliza yeye, wala usiwe na wasiwasi, hakuumizi tena mjadaana ile. Sikujua kujua nilijikukua mara na ile ikabidi ninamshtaki mimi, mchache wa fadhila hata yaangarisha mapenzi yatasahau vipi mema aliyotendewa na babako? Ama fadhila za punda ni mashuzi? Mara moja akampigia mwanawe simu akamzomea na kumwambia atume ya mlezi mara moja. Aliposita, mama akamwambia simu ya pili atakayopiga itakuwa ya polisi, na ya tatu ya kituo chochote cha habari. Wakati huo Lilia yu pale anayasikia, lakini kwa mbali. Baada ya kupiga simu, mama mtu akajishughulisha kumtafutia mkaza mwana mavazi ya kumkinga na baridi. Alipojaribu kumvisha, maumivu yakamzingia. Kabla ya kupoteza fahamu, Bilia alihusia mlio wa ambulensi kwa mbali. Nimekwambia nisikiliza, ni samani pale juu. Sikujua nilijikopoa maradhi namna ile. Mchache wa fadhila, waama fadhila za punda ni mashuzi. Msemaji ni mamake Luka, mamake Luka. Msemewa ni Lilia, hivyo anamwambia Lilia. Mahali ni nyumbani kwa Lilia na Luka, ni nyumbani kwa Lilia na Luka. Kichocheo cha kauli ni hii, ni kutokana na Luka kumpiga Lilia hadi kupoteza fahamu. Lilia alipopata fahamu alimpigia na kumwambia kuwa anakufa, na mamake Luka akakuja kumwona. Kwa hivyo ni kutokana na Luka kumpiga Lilia hadi kupoteza fahamu. Lilia alipopata fahamu alimpigia na kumwambia kuwa anakufa, mamake Luka alikuwa amekuja kumuona. ba Bainisha toni katika dondoo hili. Toni hapa ni ya majuto, toni ya majuto. Sikujua nilijipo- nilijiopoa maradhi majuto. Pia kuna toni ya kukashifu, kusuta, ndio kule kukenjeli, mchache wa fadhila. Swali la cha, eleza sifa nne za mzungumzaji wa maneno haya. Mzungumzaji ni Mama Keluka. Sifa zake, kwanza ni mwenye shukrani ni mwenye shukrani kwa sababu anamshukuru li imani kwa kumpa kazi. Anamshukuru li imani kwa kumpa kazi. Pili, ni mwajibikaji au amewajibika. Lilia anapompigia simu, anaenda na kumpeleka hospitalini. Lilia anapompigia simu, anaenda na kumpeleka hospitalini. Sifa nyingine ya mamake Luka ni mwenye kukemea au ni mwenye kusuta. Anamkemea Luka kwa kulipa uovu kwa wema na kumtelekeza Lilia kwa sababu ya hawara wake, kwa hivyo ni mwenye kukemea au kusuta. Anamkemea Luka kwa kulipa uovu kwa wema na kumtelekeza Lilia kwa sababu ya hawara wake. Ni mwenye bidii. Mamake Luka ni mwenye bidii kwa sababu anafanya kazi ya kunadhifisha kiambo cha kanisa, anafanya kazi ya kunadhifisha kiambo cha kanisa. Pia uh, mamake Luka ni mwenye vitisho. Ni mwenye vitisho, anamtishia Luka kuwa anapiga simu kwenye kituo cha polisi na vyombo vya habari. Atapiga simu kwenye kituo cha polisi na vyombo vya habari, kwa hivyo ni mwenye vitisho. Swali la da, kwa kutoa hoja kumi, onyesha namna dhana ya fadhila za punda inajitokeza hapa. Kwa hivyo unaambiwa onyesha ufaa kwa ile anwani fadhila za punda, kwa sababu umeambiwa, kwa kutoa hoja kumi, onyesha namna dhana ya fadhila za punda inajitokeza. Kwa hivyo licha ya Luka kusaidiwa na Lilia kwa kumwambia babake amsaidie, na babake anamsaidia kwa kumsomesha Luka, anakosa fadhila kwa kumpiga na kumdhalilisha Lilia kwenye ndoa kwa hivyo licha ya Luka kusaidiwa na Lilia kwa kumwambia babake amsaidie, na babake anamsaidia kwa kumsomesha Luka, anakosa fadhila kwa kumpiga na kumdhalilisha Lilia kwenye ndoa. Kwa hivyo tunaona sehemu hizo zote mbili, tunaona tunaona fadhila na ile punda punda. Upande wa punda, unajitokeza licha ya kanisa kumsaidia Luka kwa kumpa kazi mamake na, na yeye nafasi ya kuhudumu hapo kanisani, anakosa fadhila wakati analiuza kanisa. kwa hivyo kwa sababu hii ni methali, lazima tuone zile pande mbili, fadhila na tuone punda upunda unakuja wapi. Kwa hivyo, licha ya kanisa kumsaidia Luka kwa kumpa kazi mamake na yeye nafasi ya kuhudumu hapo kanisani, anakosa fadhila wakati analiuza kanisa. Tatu, licha ya Lilia kumtendea wema Luka